maneno fulani fulani ambayo yanakuwepo kwenye mada ya somo lako na mlima <laughs> Kilimanjaro. Huu ni mfano tu, akaa ni somo lolote wanafunzi, huyu yuko kando ya Habari yako, asante kwa kujiunga nami tena siku ya leo. Na kama hii ni mara yako ya kwanza, karibu sana, na ninafurahi na kukukaribisha uwe sehemu ya chaneli hii na mmoja wa wanafamilia. Chaneli hii ni muhimu kwa ajili yako wewe, ambaye unapenda kujielimisha na kujiendeleza kwenye masuala ya ualimu, malezi na maendeleo binafsi katika taaluma ya ualimu. Na kama wewe ndio kwanza unaanza taaluma hii ya ualimu, basi hapa ni mahali pako. Tutajifunza na kazi yetu ni kujadiliana vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kuboresha ufundishaji wetu. Karibu sana . Leo nataka tutafakari uh, namna ya kutumia mbinu ya kufundisha uh, vocabularies namna ya kufundisha maneno fulani fulani ambayo ya yanakuwepo kwenye kwenye kwenye mada ya somo lako, inaweza kaa ni somo lolote lile, labda ni la lugha, labda ni sayansi au uh, mada nyingine zozote. Kila somo inakuwa na au kila mada inakuwa, lazima kuna maneno ambayo sio mepesi sana kwa mwanafunzi kuyabaini au kuyaelewa, pale unapofundisha moja kwa moja au kuleta uhusiano ule wa moja kwa moja, anaweza asipate au akapata kazi kidogo kumeke ile connection ya uh, kile ambacho unamaanisha. Kwa hiyo Uh, zipo njia nyingi tofauti, lakini labda tufikiri ni kwa nini lazima au ni muhimu tufikiri kufundisha au kuteach. Wakati mwingine unaweza kusema labda ta teach au wakati mwingine utazifundisha in the course of, uh, kufundisha somo lako. Kikubwa tunatafuta engagement na wanafunzi eh? Ni rahisi sana mwanafunzi kukumbuka kile kitu ambacho alishiriki kukifanya yeye moja kwa moja sindio eh? Sio tu kusikia. Kuna tofauti kubwa sana kati ya mwanafunzi ambaye anaweza kuhusianisha kile kitu alichokiona, kile kitu alichokisikia, lakini kama pia alishiriki kufanya kwa mikono yake, au labda alifanya kwa uh, vitendo vya namna fulani, lakini vikamsaidia, lakini pia inaweza kumsaidia kwa ajili ya kukumbuka zaidi, si ndio? Bali na engagement, lakini atakumbuka zaidi namna gani ambavyo inawezekana okay, kufanya kkufanya katika mada tofauti. Sasa vocabulary ziko nyingi, na kipekee kabisa tunawafikiria wanafunzi wetu wa Kitanzania, tunawafikiria zaidi kwa sababu gani? Yeah, kwa sababu Kiingereza walio wengi ni lugha yao, lakini ni lugha ya pili aho uh, wengine ni lugha yao ya tatu. Unakuta mwanafunzi ana lugha ya kabila kwanza, alafu ana Kiswahili, alafu Kiingereza, lakini pia inaweza kutegemea na shule ndio usoma shule ya msingi, inawezekana background yake ya Kiingereza haina msingi mzuri sana. Kwa hiyo tunataka kumtengenezea mazingira ya kujaribu kukumbuka hivi vitu, kama tunavyojua masuala ya competence, hatutaki sana akariri, lakini ajenge kumbukumbu na uhusiano. Mbinu gani ya kwanza ambayo tunaweza tukaitumia? Unaweza kutumia picha Lete picha ambazo anaweza akahusianisha moja kwa moja na tegemeo na unafundisha topiki gani yoyote ile vocabulary, lete vitu ambavyo, picha ambazo zinasadifu kile kitu ambacho amewahi ame kukitumia eh. labda unataka kufundisha kuhusu labda mlima <laughs> Kilimanjaro. huu ni mfano tu wa, wa, wa mazingira haya, labda unataka kuzungumzia mazingira au uoto uh, wa asili eh. Kitu kama hicho inategemea na mada, kama nilivyosema hakuna hakuna jibu la moja kwa moja. Chagua picha ambazo unaweza kaleta kumbukumbu, kwa sababu mwanafunzi mwingine yuko kwenye mazingira ambacho kitu unachokizungumzia hawezi kupata picha ya haraka. Mtu wa mwanafunzi ambaye yuko labda kusini, anaweza mifano mingine ya kaskazini asielewe sana, au ya kanda ya kati, anaweza ya asielewe sana. Kwa hiyo unaweza kaleta picha, huu ni mfano tu, unaweza kaleta picha, unaweza kapata kwenye magazeti, unaweza kapata mahali popote Unaweza ukafanya hivyo, lakini namna nyingine pia ni ya kutumia uh, vitu halisi. Leta kitu halisi ambacho, eh, unaweza ukakitumia uka, uka darasani. Inategemeana na mada ambayo unafundisha. Pia kama nilivyosema, sio kila topic ambayo unaweza ukaleta vitu halisi darasani, unaweza ukavileta. Pia inategemea na idadi ya wanafunzi wako ndani ya darasa, darasa jinsi lilivyo kubwa zaidi, ndio inaku inakufikirisha au unaweza kufanya maamuzi mazuri zaidi utumie mbinu uh, gani. Kwa hiyo kuleta vitu halisi darasani, tuasum labda unafundisha topiki uh, labda ya ya Kiingereza eh. Kuna ile mada na ya ku giving directions directions and receiving directions. Unataka kutengeneza mazingira wanafunzi apate vocabularies fulani au aweze kuzitumia si ndio? Eh, kuna namna ambavyo unaweza kukaleta vitu darasani na ukavionyesha. Labda uh, unataka kufundisha labda left and right, unataka kufundisha across, unataka kufundisha kitu kama vitu um, ambavyo vinaweza vikabebeka na vikaingiza darasani. Leta kitu darasani uh, weka kitu labda chini ya meza. Unaweza ukachukua labda uh, kama mchupa ya maji yanayo darasani, iweke juu ya meza eh? Utamuuliza chupa iko wapi, na vitu kama hivyo, anaweza akasema kwa namna hiyo, kwa unaweza ukatumia kwa kuleta vitu. Lakini njia nyingine ni kwa kufundisha kwa, kwa, kwa context, eh, kuna vitu vingine ambavyo sio rahisi na kwa kweli kufanya definition au translation. Tuseme labda kitu ambacho unaweza najua, zipo vocabulary ambazo inawezekana, lakini labda kiwe kitu ambacho usikipi kipaumbele sana kwa hiyo e, katika context unaweza uka uka uka ukafundisha uka, uka wanafunzi labda e, kama hiyo hiyo topic ya giving and receiving directions labda unaweza mkatoka nje nje kama nje ya darasa eh. Wasimame wanafunzi nje uh, utamuuliza maswali unaona unaona, uh, labda ofisi ya mkuu wa shule iko wapi, au uh, fulani amesimama wapi, labda utawaposition wanafunzi wako mwanafunzi huyu yuko kando ya, au mwanafunzi yuko mbele ya, mwanafunzi huyu yuko nyuma ya au mti fulani, duka la shule liko aa, karibu na na, vitu kama hivyo. Sawa, nyingine sio vocabulary, nyingine ni hizo phrases na tegemea unaweza ukazichanganyaje. Lakini ukizifundisha katika context ni rahisi, hata ukija kumuunganishia mwanafunzi sentensi, anaweza kupata kumbukumbu ya kile ambacho alikiona katika aa, mazingira ambayo ulimpeleka sawa eh? Lakini pia wakati mwingine unaweza ukafanya uka act out, uka, ukafanya ukafanya kama igizo au ukatumia tuseme ni viungo vyako vya mwili we mwenyewe, mwanafunzi si ndio, unaweza ukatumia viungo vyako vya mwili aa, kuonyesha labda aa, kama unafundisha labda hisia eh? feelings si ndio eh au kumwita mwanafunzi mwingine akaja mbele, onyesha hisia labda ya, ya what do we mean when you say someone is sad? What do we mean, eh? Mwanafunzi anaweza kaonyesha au mwenyewe ku demonstrate eh, how does it look like for someone to be sad? How does it look like for someone to be happy? Vitu kama hivyo unaweza kufundisha kwa njia ya kuigiza au kwa njia nyingine again, inategemea na topic. Hizi sio njia pekee ambazo unaweza kuzifundisha, lakini zinaweza kukusaidia ukizitumia, inamsaidia mwanafunzi kutunza kumbukumbu na labda pia kutumia lugha kwa yeye mwenyewe uh, vile ambavyo alielewa zaidi kabla ya kujampa sentensi au paragraph sawa. Haya, jambo lingine kama nilivyosema, uh, labda mfano mwingine kama unafundisha labda somo la biology, of course kwenye kutumia realia ya sasa, pale unaweza ukaleta vitu halisi, kitu kama kama kiazi, ulete kiazi. Mara nyingi labda topic kama nini, labda osmosis, ile concept, badala ya uiweka tu definition definition. Ni njia mojawapo ndio, lakini ukileta kitu halisi ukaleta kiazi uh, na chumvi, na chumvi na vile vitu vyote. Mimi sio mwalimu wa biology, lakini nakumbuka hizo concept ambazo walimu wengine wana, wana, wanaweza kutumia uh, inaweza inaweza kumsaidia mwanafunzi. Kwa hiyo kama nilivyosema definition au translation pia zinaweza kutumika lakini wakati mwingine labda tusizipe kipaumbele ili mwanafunzi aweze kupata ule ujuzi kumbuka unapoanza kufundisha na kuandaa masomo yako always refer kwenye zile competencies, ambazo anatakiwa zipate ule ujuzi ambao anatakiwa aupate by the time umemaliza kufundisha sawa je yeah. anaweza kutumia lugha ile sawa sio sio swala tu la lugha <laughs> kama kama somo lakini hata kama anasoma labda historia au jiografia, lakini anatakiwa kutumia lugha ku kuonyesha ule ujuzi ambao ameupata ame, ame, eh? Kama mfano nilitolea mfano, mfano uh, topic ya giving and receiving directions. Je, huo ujuzi wa kupokea maelekezo na kumwelekeza mtu mwingine anaupatapataji kwa hizo activities ambazo wewe unatakiwa sasa umuingeji nazo mwanafunzi, ndizo zitakazokusaidia kumwezesha mwanafunzi kupata ule ujuzi ambao anatakiwa aupate. Kama nilivyosema, hii ni platform ya kujadiliana. Karibu na wewe uandike hapo kwenye comment section, unatumia njia gani kufundisha misamiati au maneno mengine ni magumu, ili mwanafunzi aweze kukumbuka ile mada kwa ajili pia ya application. Mimi nimekutajia hizo chache, lakini wewe unaweza ukawaitumia nyingine tofauti. Karibu kwa nyongeza, karibu kwa maswali. Usisahau kufollow Instagram page na kusubscribe kwenye YouTube channel. Karibu kama una swali liandike, au tutatoa demonstrations zingine za masomo yanayofuata na jinsi gani ya kufuata huo mtiririko kwenye somo, kwenye vipindi vijavyo. Asante sana na karibu tena.